Nieleze masikitiko yangu makubwa juu ya Jaji Mwanga kutokuwepo mahakamani siku ya leo. Mtakumbuka kwamba tarehe ya leo aliipanga yeye mwenyewe Jaji Mwanga, kwa alikuwa anafahamu kuhusu, kuhusu ratiba na aliipanga kwa muda mrefu na alipanga kwa shauri ambalo tarehe kumi mwezi Juni lilipokuja kusikilizwa lilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24. Leo kitendo cha jaji kutokuwepo, mimi nakitafsiri kama ni mwendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwa taarifu tu wa wanachama kwamba tayari tulikusha iandikia barua mahakama kuitaarifu kuto kuridhishwa kwetu na mwenendo wa jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. <coughs> tulitarajia kwamba leo, pamoja na mambo mengine swala hilo la jaji kujiondoa lingesikilizwa lakini jaji hakuwepo leo, na, na, na imeelezwa kwamba atakuwepo tarehe kumi mwezi Julai. Kwa hiyo yaliyofanyika leo itakuwa ni nyongeza tu, tutachukua hatua za ziada hapo katikati kuongezea uzito zaidi wa kisheria wa kutaka jaji ajiondoe. Kwa hilo la kwanza, ambayo nilitaka nilisemea, nili, niliseme. La pili ningependa kuwataarifu vile vile wanachama na viongozi kwamba tumewasilisha vile vile maombi mahakamani ya kutaka swala la kuzuiwa chama kufanya shughuli za kisiasa lipitiwe upya na mahakama. Kwa hiyo tunatarajia kwamba, na hili lilikuwa lifanyike leo, kwa sababu maombi hayo tumeyawasilisha kwa hati ya dharura. Tulitarajia kwamba leo kusingeendelea kwanza kusikilizwa lile shauri la msingi, kungeanza kwanza kusikilizwa maombi yetu ya kutaka uamuzi ule wa awali wajaji uweze kuondolewa, kwa tunaamini kwamba tarehe kumi mwezi, mwezi Julai shauri hili litakapokuja tena, kabla ya kuanza kushughulika na mambo mengine yote tutaanza kushughulika kwanza na mambo mawili, moja, swala la jaji kujiondoa, lakini pili, maombi tuliyowasilisha ya kutaka zuio hilo liweze kuondolewa ili, ili, ili yale makatazo yote yaliyotolewa kwenye uamuzi wa jaji wa tarehe tarehe kumi mwezi Juni yaweze kuondolewa. Niseme kwa ufupi tu kidogo kuhusiana na hayo makatazo ambapo makamu mwenyekiti wa chama atazungumza zaidi. Tarehe kumi mwezi, mwezi Juni, jaji alitoa amri mbili. Amri ya kwanza ilimhusu katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kuzuiwa kuitisha shughuli za kisiasa au kushiriki shughuli za kisiasa. Nataka kuwafafanulia tu wanachama wa Chadema kwamba amri hiyo ilihusu bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama, haihusu wanachama na viongozi wengine kuendelea na shughuli za kisiasa za chama bila kutumia rasilimali za chama. Amri ambayo inahusu bodi ya wadhamini, katibu mkuu, wanachama na viongozi wote, ni amri ya pili ya jaji juu ya matumizi ya rasilimali za chama. kamri hii uamuzi wa jaji uliweka bayana kwamba zuio linamhusu katibu mkuu, inahusu bodi ya wadhamini, inahusu watumishi wa chama, inahusu mawakala na mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kufanya kazi kwa niaba ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu au kwa jina la bodi ya wadhamini na jaji mkuu. Kwa nitaka nitumie fursa hii tu kuweza kuhu, ku clarify hilo vilevile, ninawaomba vile, wanachama muwe wa vumilivu katika kipindi hiki Tunajua kwamba tunapita katika kipindi ambacho watawala wameamua kutumia mbinu haramu kudhibiti vuguvugu halali la wananchi la no reforms no election. Ninachowasihi tu ni kwamba pamoja na no uvumilivu tulionao, tusirudi nyuma na msirudi nyuma kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu ya no reform, no reform election. Asanteni sana.